maanplit betulkarm litmale agiburim msim avoda needere. Karibu mtazamaji wa Zone Media, na leo nakuletea eh, maadui wakubwa wa, wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Huu ndio ukweli usiojulikana. Netanyahu alizaliwa mwaka 1949, na amekuwa waziri mkuu wa Israel kwa vipindi tofauti mwaka 1996 2 na kurudi tena madarakani mwaka 2022. Ni kiongozi wa mrengo mkali wa kulia anayepinga mpango wowote wa amani unaoweza kumpa Palestina uhuru zaidi. Amewahi kushutumiwa kwa ufisadi, lakini bado amebaki kuwa mmoja wa wanasiasa wenye nguvu zaidi nchini Israel. Kwa nini ana maadui wengi? Uongozi wake umejaa migogoro ndani ya Israel na mataifa ya Kiarabu. Na hata ndani ya siasa za kimataifa. Amejihusisha na vita vya muda mrefu dhidi ya makundi ya Kipalestina na mataifa yanayopinga uwepo wa Israel. Sasa tunachambua kwa undani maadui wake wakubwa na jinsi wanavyoshinikiza utawala wake. Sehemu ya kwanza, hapa tunaangazia maadui wa kijeshi na kigaidi. Netanyahu amejenga sifa kama mtetezi wa usalama wa Israel lakini hii pia imemfanya kuwa shabaha ya mashambulizi na upinzani mkubwa kutoka kwa makundi mbalimbali mbali ya kijeshi. Adui mkubwa wa kwanza wa Netanyahu ni kundi la wanamgambo wa Hamas. Hamas ni kundi la wapiganaji wa Kipalestina lililoanzishwa mwaka 1987 wakati wa Intifada ya kwanza. Lengo lao ni kuiondoa Israel na kuunda taifa huru la Palestina. Wanaendesha mashambulizi dhidi ya Israel makombora, mashambulizi ya kujitoa muhanga na uvamizi wa mipakani. Mashambulizi makubwa ya Hamas dhidi ya Israel ni Oktoba 7, 2023. Hamas ilivamia Israel ikisababisha vifo vya zaidi ya watu 1200 na kutekwa kwa mateka. Netanyahu alitangaza vita kali dhidi yao. Vita vya Gaza mwaka 2014. Netanyahu aliiongoza operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya Hamas ikisababisha vifo vya maelfu ya Wapalestina athari kwa Netanyahu. Anatumia Hamas kama sababu ya kuhalalisha mashambulizi yake dhidi ya Gaza. WaIsrael wengi wanamwona kama mlinzi wa taifa dhidi ya ugaidi, lakini jumuiya ya kimataifa inamshutumu kwa ukatili dhidi ya raia wa Gaza. Hezbollah, wanamgambo wa Lebanon. Hezbollah ni kundi lenye mfungamano na Iran linaloendesha operesheni za kijeshi dhidi ya Israel kutoka Lebanon. Kundi hili liliundwa mwaka 1982 baada ya uvamizi wa Israel nchini Lebanon. Lengo lao ni kupambana na Israel na kuiangusha kama taifa. Wana uwezo mkubwa wa kijeshi, wana makombora yenye uwezo wa kufika ndani kabisa ya Israel. Mwaka 2006, Hezbollah ilipigana vita vikali na Israel na mpaka leo bado inafanya mashambulizi ya mara kwa mara kwenye mpaka wa kaskazini wa Israel. Athari gani kwa Netanyahu juu ya Hezbollah? Netanyahu anatumia Hezbollah kama kisingizio cha kushambulia Lebanon na kuimarisha ushawishi wake wa kijeshi. Hata hivyo, vita vya mara kwa mara na Hezbollah vinatishia usalama wa Israel. Adui namba tatu kwenye maadui wa kijeshi na kigaidi ni nchi ya Iran, ni tishio kubwa kwa Netanyahu. Iran ni taifa ambalo Netanyahu ameliita tishio namba moja kwa Israel. Kwa nini Iran ni tishio kwa Israel? Iran inaunga mkono Hamas na Hezbollah kwa fedha na silaha. Inaendelea na mpango wake wa nyuklia, jambo linaloleta hofu kubwa kwa Israel. Imekuwa ikiapa kuifuta Israel kwenye ramani ya dunia. Netanyahu amefanya nini dhidi ya Iran? Ameishawishi Marekani na mataifa mengine kuiwekea Iran vikwazo vikali vya kiuchumi. Mwaka 2020, Israel ilimuua Mohsen Farizadel, mwanasayansi mkuu wa nyuklia wa Iran, tukio lililochochea uhamasa mkubwa zaidi. Amekuwa akishinikiza mashambulizi ya kijeshi dhidi ya vinu vya nyuklia vya Iran. Athari gani kwa Netanyahu juu ya Iran? Anaungwa mkono na wafidhina wa Israel kwa msimamo wake mkali dhidi ya Iran, lakini pia analaumiwa kwa kuleta hatari kubwa ya vita vya kikanda. Sehemu ya pili: maadui wa kisiasa Mbali na maadui wa kijeshi Netanyahu pia amekuwa na maadui wa kisiasa ndani ya Israel. Wa kwanza ni Yair Lapid, kiongozi wa upinzani. Ni mpinzani mkuu wa Netanyahu na kiongozi wa chama cha Yesh Atid. Amemkosoa Netanyahu kwa sera zake kali za kujaribu kudhoofisha demokrasia ya Israel. Wa pili ni Benny Gantz, jenerali wa zamani. Alikuwa waziri wa ulinzi na amewahi kujaribu kushindana na Netanyahu kwenye uchaguzi. Anakosoa Netanyahu kwa kushindwa kulinda usalama wa taifa ipasavyo. Adui wa tatu kwenye maadui wa kisiasa ni Ehud Barak, waziri mkuu wa zamani wa Israel. Anasema Netanyahu ameifanya Israel kuwa taifa la siasa kali na limepoteza dira. Athari gani kwa Netanyahu? Ameweza kupasua siasa za Israel na kuendelea kubaki madarakani kwa kutumia hofu ya usalama kama mtaji wake wa kisiasa. Sehemu ya tatu, maadui wa kidiplomasia. Netanyahu pia ana maadui wa kimataifa ambao wamekuwa wakishinikiza kubadili sera zake. Namba moja ni umoja wa mataifa UN. UN imekuwa ikimkosoa Netanyahu kwa ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Israel imekuwa ikiitaka baadhi ya maazimio ya UN kuhusu Palestina. Na mara nyingi UN imemkosoa Netanyahu baada ya kufanya mashambulizi ambayo yamesababisha mauaji makubwa kwa raia wa Palestina ndani ya ukanda wa Gaza. Namba mbili ni Marekani. Ingawa Marekani ni mshirika wa Israel, marais wa Marekani kama Obama na Biden wamewahi kuwa na tofauti kali na Netanyahu. Namba tatu ni Umoja wa Ulaya AU. AU ni moja kati ya maadui wa kidiplomasia wa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambapo mataifa mengi ya Ulaya yamekosoa sera za Netanyahu kuhusu Palestina. Nchi kama Ufaransa na Ujerumani zimependekeza Israel iache kujenga makazi ya walowezi. Netanyahu ana maadui wengi kutoka pande zote ndani ya Israel, nje ya Israel, na hata katika siasa za kimataifa. Licha ya yote, bado anashikilia madaraka kwa sababu anatumia hofu ya usalama kama silaha ya kisiasa. Hadi sasa bado nchi kama Iran na nchi nyingine nyingi za Kiarabu, nchi kama Iraq vilevile vile bado zinaendelea kumwandama waziri mkuu Benjamin Netanyahu baada ya Netanyahu kuweza kuchukua sehemu ya maeneo ya nchi ya Syria baada ya raisi wa Syria Bashar al-Assad kuweza kupinduliwa na kundi lenye itikadi kali ambalo mpaka sasa limeweza kusababisha amani katika nchi ya Syria. Mtazamaji wa Zone Media, hiki ambacho nimekuletea hapa ni jinsi gani waziri mkuu wa Israel amekuwa na maadui wa kutosha ambao wanazidi kumwandaa masiku hadi siku. Tuachie komenti yako hapo chini kwenye uwanja wetu wa komenti, ambapo sisi tutapita nao ujumbe wako katika habari zijazo. Na hii ni Zone Media, usisahau kusubscribe, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare alev esek im ma yesh lanu esek im ezo miflatzut